Ndugu wapendwa katika Bwana wetu Yesu Kristo, mmewaleta watoto hawa mbele ya mkutano huu wawekwe kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mmetenda vyema, tena ninyi wenyewe mmeagizwa na Mungu muwalee na kuwafundisha watoto wenu wakue wakiwa katika Bwana. Kwa hiyo, inawapasa ninyi mkae watakatifu katika mwenendo wenu mbele yao kila siku akiwa katika mahangaiko kijana na kulia huko akisumbuka. Biblia inasema Mungu katika mstari wa kumi na saba akasikia sauti ya nani? Ya kijana. Mungu akasikia sauti ya kijana anayelia, asiye na msaada, na Biblia inasema malaika wa Mungu akamuita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? anasema usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya nani? Ya kijana. Tunasemaje? Mungu anaweza kusikia sauti ya watoto wetu, wakati ambapo watoto wetu hawana huduma za kiroho, hawana usaidizi wa kiroho, hawana namna nyingine, bado Mungu aweza kuwasikia. Ndio maana Yesu akawaambia watu wale wanafunzi wake kwamba waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana walio kama hao ufalme wa mbinguni ni ni wao. Mungu anataka watoto, na mzazi, unapopata mtoto ja, pointi ya kwanza ni kanisani, mpeleke mtoto kwa Bwana, ili umweke katika hifadhi na ulinzi wa damu ya nani? Ya Yesu.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

Sura ya ishirini na moja mstari wa kumi na nne anasema: Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema akatoa mkate na kiriba cha maji akampa Hajiri, akimtwika begani pake na kijana, akamruhusu naye akatoka, akapotea katika jangwa la mashema. Yale maji akaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja akaenda akakaa akimkabili mbali naye, kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimwone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake, akalia. kumi na saba. Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini, Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya nani? Ya kijana huko aliko. Bwana Yesu asifiwe. kumi na nane anasema, ondoka, ukamuinue kijana, ukamshike mkono- mkononi mwako kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akafungua macho naye, akaona kisima cha maji, akaenda akajaza kiriba maji, akamnywesha sasa kwa wengi wetu kwa sababu wengine hatuna tabia ya kusoma Biblia kila mara. Naomba niseme katika kisa cha habari ya nyumba Ibrahim, ya Ibrahimu. Ibrahimu, kwa miaka mingi mpaka Sarai mkewe akafikisha miaka 99 hawana mtoto. Na Sarai akaomba sana apewe mtoto, lakini Bwana hakumpa mtoto. Kafika wakati ya huko akahamia huko na yeye e, katika maombi yake kwa muda. Lakini ikafika mahali, nadhani wakachoka, wakajua ya kwamba muda na umri umepita wa kupata mtoto, na kwa sababu hiyo inawezekana sitapata mtoto. Alikuwa Sarai aliye mshawishi Ibrahim aende kuingia kwa mjakazi kwa bade apate kinyume kabisa na mpango wa Mungu. Hapa watafuta wanaume sasa hivi kadauka zinasema wanawake zaidi. Sijui ni nani za hiyo wanawake au wanaume? Ukimwangalia Adam mambo yalikuwa yale yale. Angaliko mtunda baada ya kupata hasipiza inatoka. Alafu Ibrahim na yeye anaambiwa bwana miaka imeenda hatutapata mtoto nenda kwa mjakazi. Ibrahim naye alo kataendea kwa mjakazi.

akaenda akakaa, akimkabili mbali, kadiri ya mtupo wa mshale. Nadhani mnaelewa maana yake, si ndio? Maana alisema nisimwone kijana akifanya nini, akifa. Yani tunapozungumza swala la huduma kwa watoto linaanza hapa, kwamba Ibrahimu amewatoa Hajiri na mtoto wake, waondoke kwa sababu Salai amesema waondoke, na ni wazo la Mungu. Mungu amesema mwache msikilize Sara anachosema kwa hiyo, akawapakia maji kwenye kiriba, wakaondoka, wakapita jangwani huko. Na wakiwa huko, kiriba kikamaliza maji, mtoto akazidiwa, yule mtoto wa mjakazi, kiwango cha karibu na kufa. Mama akasema, sitashuhudia mwanangu akifa nikimwona hivi. Huyo mama akamwacha mahali, akaenda umbali wa mtupo wa mshara, wanasema akakaa huko. Na huyu kijana anafanyaje? anahangaika hapa, analia hapa, ana, hapa, a, ana, fa, ana kilio kikubwa. Huyo kijana hana msaada wowote. Biblia anasema mama ameshindwa kushuhudia kifo cha mwanao na ameenda umbali kiwango cha kukabiri, lakini kijana anapaza sauti yake, analia, hana msaada wa namna yoyote. Kijana huyu anahangaika, kijana huyu anaumia kijana huyu hana chochote na hana mchango katika mambo ya shoti kati yaliyofanywa Ibrahimu pamoja na mjakazi, hana mchango wowote kwa pamoja. Yeye amejikuta tu kama binadamu amezaliwa tu, amezaliwa kama binadamu. Sasa anakuwa wa porini, amekuwa wa jangwani, hana chakula, hana maji ya kunywa, na sasa mama yake anaona hawezi kuivumilia hiyo, anaenda anamwacha tena na yeye mahali akae mbali ili aafe peke yake, akiwa katika mahangaiko kijana na kulia huko akisumbuka. Bibilia inasema Mungu katika mstari wa kumi na saba akasikia sauti ya nani? Ya kijana. Mungu akasikia sauti ya kijana anayelia, asiye na msaada, na Bibilia inasema malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni akamwambia, una nini Hajiri? Anasema, usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya nani? Ya kijana. Tunasemaje? Mungu anaweza kusikia sauti ya watoto wetu. Wakati ambapo watoto wetu hawana huduma za kiroho, hawana usaidizi wa kiroho, hawana namna nyingine, bado Mungu aweza kuwasikia. Ndio maana Yesu akawaambia watu wale wanafunzi wake kwamba waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana walio kama hao ufalme wa mbinguni ni wow. wao wadogo, ili aweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea, lakini Yesu akasema waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao akaweka mikono yake juu yao akatoka huko. Hilo ndilo neno la Mungu. Mungu anataka watoto. Na mzazi, unapopata mtoto jam, pointi ya kwanza ni kanisani. Mpeleke mtoto kwa Bwana ili umweke katika hifadhi na ulinzi wa damu ya nane ya Yesu adui anafanya mambo ya ajabu sana. Tungeyaona kwa macho, tusingechelewa, tusingechelewa kuja kumpa Bwana watoto hawa tuliopewa kama zawadi katika maisha yetu ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu shetani ni wa ajabu Akamwambia Hajiri, Bwana amesikia sauti ya kijana, nenda kamwinue kijana. Bwana Yesu asifiwe sana, nenda kamwinue kijana. Wazazi wale, mnawaleta watoto wenu kwa Bwana, tunawapa, tunampa Bwana aweze kuwalinda, aweze kuwatunza na aweze kuwasimamia. Ndugu wapendwa katika Bwana wetu Yesu Kristo, mmewaleta watoto hawa mbele ya mkutano huu wawekwe kwa we kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mmetenda vyema. Tena ninyi wenyewe mmeagizwa na Mungu muwalee na kuwafundisha watoto wenu wakuwe wakiwa katika Bwana. Kwa hiyo, inawapasa ninyi mkawe watakatifu katika mwenendo wenu mbele yao, kila siku waone mfano wenu mbele yao, kila siku waone mfano wa ushuhuda wenu mzuri katika maisha yenu ya kila siku. Ni kazi yenu wazazi. Wafundisha watoto wenu neno la Mungu tangu utoto wao ili wafahamu kuomba, kuimba na kuabudu katika roho na kweli. Wavutwe na kumwamini Yesu Kristo wangali watoto, wasinaswe na shetani, bali wakuwe katika Bwana na wawe tayari kujitoa maisha yao kumtumikia Bwana. Tena mumeahidi mbele ya Mungu na mbele ya mtano huu kuwa, mtawalinda na kuwalea watoto wenu katika Bwana na kuzidi kuwavuta kwake wawe waaminifu kweli kweli. Sasa tunawaweka kwa Bwana kama Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alivyowachukua watoto na kuwalea katika mikono yake akawabariki, ndivyo sasa na kuweka kwa Bwana wewe Masoi Leonardi, Mungu akupokee na kukubariki katika siku zako zote za maisha yako hapa duniani kama Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe wa, alivyowapokea watoto na kuwalea katika mikono yake akawabariki, ndivyo sasa na kuweka kwa Bwana wewe Evelyn Tony Cheo, Mungu akupokee na kukubariki katika siku zako zote za maisha yako hapa duniani, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.